Bwana Mungu, mtakatifu wa Israeli. Bwana Mungu mtakatifu wa Israeli asema hivi: E, taifa la Sion, mnayekaa Yerusalemu, hamtalia machozi tena. Bwana akisikia kilio chako atakuhurumia akikusikia atakujibu. Bwana atakupa mkate wa tabu na maji ya usumbufu, yale yale unayofundisha hata hayatajificha tena. Mi hapa natafakari kwamba wakati mwingine binadamu tunakuwa tunapita kwenye magumu mazito na imani kwamba watu tunapofika sasa kwenye magumu mazito, unaweza ukawa umezunguka katika ulimwengu huu kutafuta msaada, lakini mwisho wa siku unakuja unarudi kwa Mungu. Lakini mwisho pamoja na kurudi kwa Mungu, Mungu anasema hawezi kufanya nini? Hawezi kukuacha, atakufuta. Kama ni umelia sana, atakufuta machozi na pia anasema anapozidi kusikia kilio chako atakuhurumia, huwa anakuhurumia na kukujibu pia. Anafanya nini? Anakujibu. Huwa wakati mwingine tunatamani kama unapopita kwenye magumu, pamoja kwa na kwamba unakuwa umeshazunguka sana, lakini mwisho wa siku unaporudi kwa Mungu, pia unatamani ya kujibu muda ule ule unapokuwa unaomba, si hivyo? Unapaswa tuwe na moyo Mungu wa uvumilivu, tuendelee kumwomba Mungu wa anasikia, tunavyolia anasikia vilio vyetu, na sio kwamba hana majibu ya kutijibu anayo, lakini tunapaswa kikubwa, tuwe wavumilivu, tuweze kuvumilia na kuendelea kumsihi, mwisho wa siku anakuwa na kujibu. Na Mungu hajawahi kumwacha kumjibu mtu mwenye kumkimbilia. Kuwa anajibu kabisa. Tumsifu Yesu Kristo. Amen. Amen.